Mambo vipi, mtu wangu wa nguvu bana, leo nimekusogezea zile bifu ambazo zilikuwa zikitrendi mno kipindi fulani cha nyuma, ambapo mpaka sasa hivi hawa watu dizeni maisha wanayoishi kama vile hakuna kilichoweza kutokea. Je, yeah, unakumbuka bifu ya madii na nei wa mitego? Hawa jamaa bifu yao ilikuwa ni kwa ajili ya kugombania tu jina la kuwa rais wa kitaa walichokuwa akiishi. Kumbuka kwamba hao jamaa wote wanatokea katika kitaa cha Manzese, ambapo kipindi hicho Madii alikuwa akijiita rais wa Manzese na Nene akijiita rais wa Manzese, lakini baada ya muda Bwana Nene akaamua kutumia rais wa kitaa na Madii akaa anajiita president wa da, lakini michongo ikaenda hivyo, na mwisho wa siku ikawa kama ni bifu fulani hivi la kufanya biashara. Na at the end of the day jamaa hawa hapa wanaendelea kupiga mbanga zao za kila siku. Lakini je, unakumbuka na bifu lingine la Klausi na Red JD? Mwanadada Red JD aka commando alitokea kuwa na bifu na media ya Klausi kwa kile ambacho yeye alikuwa akiamini kabisa kwamba Klausi haisingeweza kucheza ngoma zake, lakini ikawa inacheza ngoma za wasanii ambao wao walikuwa wakiwatengeneza. Ni kwa nini? Ni kwa sababu tu ya kuchezwa kwa ngoma ambazo Ladijdi alizokuwa akifanya k kukaa. Kuna maneno mengi na bifu ambalo likawa liko chini yao, lakini pia uh, bifu hilo lilitwendi li, sana pale potwiti na kusema kwamba uh, klausi wenyewe wanapiga ngoma za wasanii wao tu, ni redio ya wa watu, lakini haipigi nyimbo za wasanii wa watu, kwa ikaleta mzozo kidogo. Dizaini bifu likawa limekaa mahali pale, lakini kumbuka pia wakati kipindi hicho bifu la ldjd na Lady JD alikuwa akina mahusiano pamoja na Klawzi, uh, uh, marehemu Gadnaji Abashi. Kwa hiyo hakuna ambacho kitu kilikuwa kinajulikana sababu kuu ya bifu la Lady JD na Claus Media lilikuwa ni nini, lakini at the end of the day michongo ilikwenda ikakaa sawa na watu hawa wanaendelea kupiga mbanga zao za kila siku. Lakini pia nikukumbushe bifu lingine ilikuwa ni la Mr Nice na Dudu Baya bana, hili ndo likuwa bonge moja la bifu ambalo ilipelekea mpaka mtu mmoja kuvunjwa kiuno <laughs> kulingana na kile ambacho alikifanya Dudubaya kwa ajili ya kumpiga Mr Nice mpaka kumvunja kiuno. Dudubaya anadai kwamba yeye yeah, Mr Nice alimletea dharau akiwa wako klabu wakati wanafanya show. Kwa hiyo kwenye kupitia ile dharau, basi Dudubaya akaamua kumpiga Mr Nice na kumvunja kiuno, lakini beef lilienda na mwisho wa siku wale pale wanaendelea kusurvive na mbanga zao zinaendelea kupigwa kama kawaida. Bifu lingine ilikuwa ni Roma na wakazi, hawa jamaa wa wa ah, ni wazee wa hipiti hip hop, lakini mi nadhani bifu hili lilikuwa ni la kibiashara zaidi, ambalo ndo mpaka sasa hivi Mi nalichukulia kwa upande huo, sio ni kwamba kuna bifu lile ambalo linaweza likaleta madhara ama nini, na ndo bifu ambazo wasanii wengi wanatakiwa waishi nalo. Bifu lingine ilikuwa ni kikosi kazi pamoja na weusi. Hii ilikuwa ni traki ambazo zilikuwa ziki, zikifanywa na kikosi kazi pamoja na weusi katika kuifanya biashara ili ende, lakini bifu ambalo lilikuja lika headline sana ni bifu la Diamond, uh, pamoja na Klausi Media

Diamond ilikuwa ngoma zake hazipigwi na Clouds Media, ndipo ambapo Diamond akafikiria kwa bana, ngoja kwa nini na mimi nisifanye kuwa na media yangu? Akaanzisha Wasafi kupush ngoma zake, ile ngoma ziweze kwenda za kwake pamoja na wasanii wake, na at the end of the day kwa alifanikiwa na Wasafi Media ile pale, na wasanii wake wale pale, michongo kanaenda hivyo. Lakini uh, baadaye bifu likuja kama vile likali imepoa fulani hivi, kusikia Clouds Media kuwa zinapiga ngoma za Diamond Platinum, na mchongo kaona kwenda pamoja na wasanii wake lakini bifu lingine ni la mtu mzima pia Diamond Platinum pamoja na, na Alikiba. Ukumbuke kabisa kwamba katika kuanza sanaa Alikiba alianza sanaa ya mziki lakini pia kilichokuja kufanyika ni kwamba ni kama vile tu kuwalinganisha. Diamond alikuwa hana mtu wa kulinganishwa naye nani, lakini Kiba akaonekana ni mtu ambaye amefanya poa, poa sana, na mpaka sasa hivi anafanya poa sana, na maanake ni kwamba anaendana na kizazi cha sasa hivi ambacho wanafanya na ndio maana uki, ukiangalia sasa kwenye, kwenye gemu ya mziki wa Bongo Flava sasa hivi ni watu ambao wako vinara pale juu wasanii wakubwa ambao wanaogopeka sana kwa Tanzania na, au ni Diamond pamoja na Alikiba. Lakini hiyo e, ni bifu ambazo zilikuwa zi, zikitokea miaka hiyo, na ni bifu nyingi nyingi zilikuwepo na miaka hizo. Ni baadhi ya bifu ambazo mii mimekuekea. Kusubscribe tv yetu inakuwa imekaa vizuri, like na comment pia inakuwa imekaa poa sana.